Digital yes, mwana sawa sawa, kutokana na, na sakata ambalo lilikuwa pia lilikuwa linaendelea kutokea eh, kule nchini Marekani. Tunajua mara baada ya Trump kuweza kuingia ameingia na vitu vyake, masuala ya ushuru, masuala ya kodi, masuala ya vitu kibao vimeweza kuongezeka. Sasa niko na habari ya eh, rais kutokea kule nchini Namibia, na yeye ameweza kuweka kitu. Tunajua kabisa kwamba eh, hata China pia iliweza kujibu kwa Trump kwamba mimi, utakatonifanyia tutafanya eh, eh, kama mbwai na iwe mbwai kwa sisi wa bongo tunasema, ukinifanyia hivi na mimi nitakufanyia vile vile ambavyo unakuwa unanifanyia. Sasa rais wa Namibia e, Netumbo Nandi ambaye anayefahamika na, kwa jina la Nandi wa e, e, Ndaitwa ambaye ameweza kutangaza mabadiliko ya sera ya visa kwa raia wa Marekani, akisisitiza usawa na kidiplomasia huo, e, aliweza kusema rais huyu akasema kwamba kama Waafrika wanahitaji visa kuingia Marekani, basi Wamarekani nao wanapaswa kuhitaji visa vile vile kuweza kuingia Namibia. E bana e, narudia tena. Kama Waafrika watahitaji visa kuingia Marekani, basi Wamarekani nao wanapaswa kuwa kuhitaji visa kuweza kuingia katika nchi ya Namibia. E bana, rais huyo naye ameweka eh, mbwai tumbwai. Kama wewe Marekani unaniletea visa tofauti tofauti kuweza kuingia katika nchi yako, basi na mimi ukitaka kuja katika nchi yangu nitakuwekea visa ambavyo na kuwa vitakamimi. E, ni moja kati ya nchi kwa Afrika ambayo nimeona imekuwa ya kwanza kuweza kureact kutokana na e, sakata hili. Sasa uamuzi huu unalenga kurekebisha hali ya kuto kuwepo kwa usawa e, kwenye masharti ya kuweza kuingia katika Namibia na mataifa yanayoweka masharti magumu kwa raia e, wa Namibia. Sasa rais huyo ameona kwamba kutokana na masharti ambayo baadhi ya nchi inazipatia nchi ya Namibia kuweza kuingia. Imagine hata kwa sasa hivi sisi eh, Tanzania ukitaka kwenda China ni simple tu, ukitaka kwenda sehemu yoyote ni simple, India simple, wapi simple, lakini pasipoti ya Marekani au kuweza kupata kibali cha Marekani eh, sio kwamba huwezi kukipata, unakipata lakini kimekuwa na masharti mengi sana, yani ni moja kati ya, ya, ya, ya, ya visa au, au passport ambazo zinasumbua sana kwa mtanzania kutaka kwenda eh, Marekani, lakini sisi bado hatujareact kwa lolote kwamba na sisi tuwafanye Marekani iwe ni shida kuingia katika nchi yetu. So eh, rais kutokea Namibia ameweza kuweka hiyo na yeye kwamba kama wao Marekani ambavyo wanaweka masharti mengi zaidi kwa Namibia kuweza kuingia Marekani, basi na mimi Marekani yoyote ambaye atakuja hapa hapa Namibia, na mimi nitamletea masharti yale yale ambaye ananiletea kutokea huko nchini kwake. Nini kifanyike? Nini watanzania wafanye au nini Afrika ifanye kutokana na visa hivi? Namibia ameshaanza kureact. Unashauri nini kutokea hapa Tanzania, lakini pia nje ya mipaka Tanzania, kitu gani kifanyike kutokana na eh, sakata kile ambalo linakuwa linaendelea? Drop comment yako hapo chini, utakuwa umetisha kinomanoma, kwa sababu tutapita na maoni yako kuhusiana na ili swala ambalo tunakuwa tunaliongelea. Na sisi ni sawa sawa digital habari, kingenjani mwako, tunakuambia subscribe channel yetu kwenye Instagram, Facebook pamoja na X, pia utufollow na kuweza kutufuatilia kwa habari nyingi kabisa kwenye Instagram yangu, natumia kama ziladi kabisa chao.